Nakukulas kwenye kaunti ndogo ya Turkana Mashariki wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kusajili rasmi ardhi yao iliyokuwa imechimbwa mafuta na kampuni ya Tullow. Wakazi hao wamekabidhiwa hati miliki za ardhi na maafisa kutoka wizara ya ardhi. Sherehe ya kufana zoezi hilo ilifanyika huku wakazi wakisema watawapa fursa ya kukaa chini na kuelewana mwekezaji yoyote na inayetaka kuwekeza katika ardhi yao ikizingatiwa kwamba eneo hilo lina utajiri wa mafuta. we are celebrating the age of the title it is where the oil it was discovered tengamya 1 is just some meters from here where we are celebrating and we thank God for making this day to be a success for this we drop the title and they wait for this oil to start on the commercial side i know already this discovery has been done said be tuliviambayo tumeipata sikia leo itatusaidia hili sisi tusije tukapata ile kukosana na kutojua, pia ni wapi ambapo sisi tuna mwisho wetu, na tunaweza, inakupatia ile haki ya kuwa hapa ni kwako, unamiliki ardhi yako.